Tunaelekea katika uchaguzi kama tulivyoliona, kongamano letu linasema wanawake wa Dar es Salaam, faida ya uchaguzi na madhara ya uchaguzi. Ukiona madhara utashangaa. Lengo kuu, tumesikia watu wanafanya maandamano, watu wamesema moja mbili tatu, kasema hapana. Mwanamke ndiyo kila kitu, mwanamke ni jeshi kubwa sana. Sisi tukitaka maandamano yatakuwa, sisi tusipotaka maandamano hayatokuwa. Kazi yetu ni moja tu. Usipomchagua unayemtaka utachaguliwa na usiyemtaka. Kura yako haki yako, piga kura kwa maendeleo yako. Ni haki ya Mtanzania kupiga kura, ni amani ya Mtanzania kupiga kura. Usipopiga kura, umepoteza haki yako na maendeleo ya uchumi katika nchi yako, maanake ukuchagua mtu hujui wewe unaishi vipi katika miaka mitano. Sasa tukasema tuitane taasisi zote zije kutoa salamu zije kuzungumza zije kuongea kwamba Tanzania ni nchi ya amani na uchaguzi wetu ni wa amani. Uchaguzi sio vita, wala uchaguzi sio ugomvi. Uchaguzi ni maendeleo ya Mtanzania katika uchumi na sekta binafsi. Sasa tukiwa sisi tunachukuliwa akili za kushikiwa, wakati yule anayohamasisha kufanya vurumai yeye amekaa nyuma ya pazia, anakutoa muhanga wewe mwenye hali duni Tusiogope kutoka nje, nchi yetu ina amani, jeshi letu limesimama imara na liko toka tarehe ishirini limesimama imara kwa kusubiria uchaguzi wenye amani usiokuwa na vita katika toka tumepata uhuru sitini na moja.